Ndugu zangu, katika safari hii ya maisha tunapita kwenye njia tunazozifahamu na njia ambazo hatuzijui. Mara nyingine hatari hujificha kimya kimya, majuto husubiri nyuma ya uzembe na kosa dogo linaweza kubadilisha kila kitu. Ndio maana wenye hekima husema ni bora kuchukua tahadhari kuliko kujuta, kwa sababu tahadhari si udhaifu tu, ni hekima, ni sauti inayotukumbusha fikiria tena. Linda kesho yako, linda maisha yako, linda familia yako. Wangapi leo wanalia, si kwa sababu hawakuwa na nguvu, bali kwa sababu walipuuza onyo dogo. Ni ndoto ngapi zimekufa kwa sababu mtu alisema haitakuwa shida badala ya kuchukua hatua ndogo ya kujilinda. Ndugu yangu, dada yangu, sikiliza moyo wako. Ukipata shaka, simama kwanza. Ukisikia hatari, rudi nyuma. Dhamira ikisema, itii. Maisha yako ni ya thamani. Malengo yako ni ya thamani. Familia yako ni ya thamani. Chagua kuwa makini leo, ili usije ukatoa machozi kesho. Chagua hekima, chagua uwajibikaji, chagua usalama, kwa sababu mwisho wa siku, kwa kweli, ni bora kuchukua tahadhari kuliko kujuta. Ni sauti inayotukumbusha fikiria tena. Linda kesho yako, linda maisha yako, linda familia yako.